Tukisalia kaunti ya Bungoma kuangazia taarifa ya Tedeus Wachie. Bunge la kitaifa kupitia vikao vya umma litaendesha mchakato wa kutafuta maoni ya Wakenya katika maeneo mbalimbali kuhusu kuhalalishwa kwa hazina ya NG-CDF, kikao hiki kikitarajiwa kufanyika eneo bunge la Kimilili hivi karibuni, kulingana na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa hatua hii itawapa nafasi wa Kenya kutoa mapendekezo yao kwa lengo la kuweka hazina hiyo kikatiba. Bunge iko inabadilisha sheria ya CDF ili iwekwe kwenye katiba ya Kenya kwa sababu ati pesa ya CDF isukue na kuja ati tuiondoe. Ati hii pesa ipatiwe magavana ati hao ndio wenye mamlaka ya kuleta maendeleo. So kwa ile mabadiliko ya sheria ya katiba ambayo tunafanya siku ya Jumatano, bunge la kitaifa itakuja hapa Kimilili ya Mtala Stadium. Tutakuwa tumeweka pale matenti, watu mkuje mtoe maoni kama mnataka CDF iondolewe ama CDF ipaki. Nyinyi wenyewe ndio wenye kutoa ile maoni, mbunge Barasa anadai kwa kupitia afisi yake. Hazina ya NG-CDF kwa ushirikiano na afisi ya elimu inalenga kuimarisha sekta ya elimu eneo bunge hilo ikiwemo ujenzi wa majengo ya kisasa. Kwa tofauti, tutakuwa tumerenovate the old classrooms to fit the new design. Tumeeoe na tuweke kaburo pamoja na tiles shule hiyo iwe kuya sawasawa sawa. Pamoja na shule ya Kimilili DEB Primary School. Pamoja na shule ya Matili FYM pamoja na shule yana mwanga bahai, shule hizo zote ziko kwa mipango yangu ya kurekebishwa zikuwe shule mpya, so that mimi nikiondoka hapa nitakuwa nimetoa syllabus ya mjumbe yule ambaye atakuja, syllabus ambayo yeye atafuata, ndio Kimilili hii ikuwe ya kusonga mbele. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Bituyu Joyce Serengo amepongeza ujenzi wa jengo chipya la madarasa nane katika taasisi hiyo akiweka wazi kuwa taasisi hiyo imepata nafuu kubwa Your commitment to education and your investment in this school will transform not just the learning environment but the future of every child who passes through our gates. This building is not just concrete and steel. It is a foundation for opportunity, dignity and excellence kutia West TV kutoka shule ya msingi ya Vituyu, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, naitwa Thadius Wachi. Hii ni wale ambao na...